Na mkutokea hapa uh, feri na leo wanashuka kikosi cha Young Africa kutokea pale visiwani Zanzibar, ni mara baada ya kutwaa ubingwa wa kombe la Muungano 2025. Kiufupi tunawapokea mabingwa uh, wa kombe la Muungano mwaka 2025 na kama ambavyo unaweza kutazama baadhi ya nyota pamoja na viongozi wa klabu ya Young Africa. Huyo ni mkurugenzi wa wanachama wa, wa pamoja na matawi, Ibrahim Samuel ameteremka hapa na. Ni miongoni mwa watu ambao walikuwa pale visiwani Zanzibar. Yanga anarudi na historia nyingine ikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zinaongoza kwa kulitwa ama kulichukua kombe hili kwa mara nyingi zaidi mara, mara ya saba ameandika siku ya jana akiwa e, mbele ya e, mpinzani wake mkubwa Simba. Wao wamechukua mara sita tu kombe hili la muungano. Endelea kufuatilia hapa pia TV, tupo hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa zote ambazo zinaendelea, na haya ni mapokezi kikosi Yanga Africa, nyota mbalimbali wakiteremka hapo, na kama ambavyo unaweza kutazama, hao ni baadhi ya nyota wa klabu ya Yanga Africa ambao wana wasili muda huu hapa kutokea pale visiwani Zanzibar, kama ambavyo nilivyoweza kukujuza, ni mabingwa wa kombe la muungano eh, mwaka 2025. Wao wanakuambia wamekwisha zoea kutoa makombe, wao wanakuambia stale yao na sifa yao kubwa ni kutoa makombe. Pengine labda hii inaenda kuashiria kwamba ni mwanzo tu wa Young Africa kujiandaa na kombe kubwa ambalo eh, mwishoni mwa msimu huu tunaenda kumjua bingwa wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Hao ni baadhi ya walimu uh, wa benchi la ufundi akiwemo mwalimu wa viungo wa klabu ya Yanga Afrika akiteremka hapa pamoja na wenzie wote, hawa wakiwa miongoni mwa watu ambao wameiunda vizuri zaidi kikosi cha Yanga Afrika kukijenga kwa umahiri mkubwa zaidi. Sifa na furaha za wana Yanga ndizo zinawaelekea wao. Huyo ni eh, Kennedy Musonda akiongozana na Mkude nungu nungu, nao wote wakiteremka hapa. Namuona Farid Musa Malik naye akiwepo hapa, kapteini Bakari Nondo mwa mnyesho kwa mbali akiwa amelishikilia kombe e, yeye ndiyo alolibeba na yeye ndiyo alilolinua hili kombe. Huyo ni kapteini Bakari.